Ename di ni ajabu sana kwamba Chino alisaidiwa lakini sasa anataka tena kumwoa mwamba huyu, na anamjibu anamwambia wala huna uwezo wa kufanya unachodhani unataka kufanya. Binti hata nguvu hana lakini cha ajabu anataka kufanya tukio la kushtusha sana Ujita nakumbuka mara ya kwanza nilipokufanya kuwa spy ulikuwa umekuwa mtu mwenye asira sana. Kwanza ulikuwa unaogopa, yani ulikuwa mpaka unatetemeka, hata kushika kisu ulikuwa huwezi. Hivi kwa nini umeyanusuru maisha yangu? We baba, kwa nini umenifanya kuwa kiumbe wa namna hii? Anasema nakuchukia, nakuchukia mimi. Sasa ni ajabu kidogo ya kwamba amesaidiwa, lakini kumbe alikuwa hataki kuishi tena. Hivi unajua, wewe ndo mtu wa kwanza ambaye unathubutu kunifanyia hivi kati ya wale niliowalea. Kwa nini basi umebeba maumivu moyoni mwako? Lakini naweza kukuelewa, iliwahi kunitokea mimi pia. Wakati Demon Section ilipoharibiwa, nilipoteza kila kitu, hadi wale watu ninaowapenda. Na kitu pekee ambacho nilikuwa namshukuru Mungu kuwa nacho, yani hata nikikusimulia utashangaa. <coughs> <coughs> <coughs> Lakini hebu nitazame nilivyo sasa. <tos> <tos>

Je, wajua kwamba umekuwa ukiishi kwa ajili ya, ya wengine maisha yako. Ma Kongqun Ma Fangling Fu Hongxue <todaklanan> binti analia, lakini hebu uona nini ambacho kimekutokea baada ya hapo. <todaklanan> wote wamekuacha na wote wameshasahau wewe. Hivi ni kwa nini usiishi sasa maisha mengine? Binti anapiga kelele, asise, anasema usiseme chochote kwa hadi sasa kuna haja gani ya mimi kuishi. Kwanza, kwa nini bado niko hai? wtanicika k tifa twende nikakuoneshe pahali. Binti hata nguvu hana maana yake hata kula kwenyewe hajala. Sasa amwambia twende nikakuoneshe mahali. Anamchu, anamchukua pale taratibu, anajiongea katika hilo eneo. Jamaa sasa hivi ana ngome yake, tazama walinzi ni wengi sana rene. Hapa ni sehemu ambapo hakuna mtu anaruhusiwa kufungua bila mimi, na wala hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kuingia ndani bila ruhusa yangu. hmm. Haya, ingia basi akapelekwa ndani. Baada ya kufika kule akapokelewa eh, kuna wakina mama, I mean, mabinti wawili wafanyi kazi pale wakampokea. Anapatazama, anaona pamejengwa kama kule Nameless Pavilion, sehemu ile ya ku dance, eneo ambalo alikuwaga akifanya kazi wakati huo. Basi binti anajipata kishangaa shangaa. Kila anapoinua macho yake, anasema, ukiacha huko ambako basi ulikuwa umepazuia, hapa nako panafanana kama kule ulikotokea. Alipenda kuona kama vile basi yupo nyumbani. Nimesubiri katika mji wa mpakani kwa miaka kumi na kila wakati... nilikuwa natamani ni lini nitarudi nyumbani. Baada ya kurejea nyumbani, wsa fae nagundua sasa kwamba ndani ya moyo wangu pamebaki kitu kingine cha ziada. Niliwaagiza watu patengeneza hapa sawa na kule tulikotokea. Nilikuwa napata wakati mgumu hata kulala usiku, ndoto za ajabu ajabu tu wawe. Na kuna wakati nikaanza kujiuliza mimi jinsi nilivyokaa katika hii machela, unadhani nilikuwa napenda wsanswda hey? Lakini ni tofauti sasa, naweza kulala usingizi mzuri. Baada ya maswali yote nilijiuliza, nikagundua kitu kimoja hey, kwamba niliketi katika ili niweze kuona wewe, ni kama nilivyofanya hivyo wakati huo hmm. Sasa ebu njoo Naomba unichezee dance, fanya kama ambavyo umekuwa ukifanya. Usia hivi katika hali nilionayo, kweli bila shaka nitacheza si vizuri, nitacheza vibaya Waika. Mimi bado nitapenda kukuona ukicheza topeni, hata maisha yangu yote nitaenjoy nikikuona ukidance. Basi unawekwa mziki pale, ili binti aanze kunyumbulika pale eh. Ala, basi tazama, akaanza pale taratibu kujisogeza kwenye dancing floor, mambo yake haya. Ukitaka kumpatia basi mpeleke kwenye mambo yake yale, kwa kama walionawake ambao, ukimpeleka kwenye vigoma, basi ndo mambo yake yale. Mtazamaji karibu sana, unaweza kutangaza biashara yako kupitia muvi zetu hapa. Wasiliana nami kwa namba za simu ambazo mara kwa mara zinaendelea kuonekana kwenye skrini yako. Ni rahisi sana kuwafikia Watanzania wengi kwa njia hiyo. Lakini vile vile pia nimekuwa natangaza sana kwamba ukinunua YouTube channel kwangu tayari nakuwa nimeitengenezea mazingira. Achana na shughuli ambazo zinakuchosha unatumia nguvu nyingi na muda mwingi sana na uingizi pesa kwenye YouTube. YouTube ni mtandao wa Kimarekani huwa wanalipa kwa dola kwa mwezi, hutakosa dola mia saba, mia nane, mia tisa, zaidi ya milioni mbili paka tatu nne. Yani unatengeneza hela nzuri kabisa, ukichenchi kwa pesa ya Tanzania ni hela nyingi sana, unaweza hata kununua kiwanja chako, unaweza kuwekesha vitu vyako, unaweza kutumia mtaji. Sasa unaweza kukuta wewe mtaji unaohitaji tu labda milioni moja, lakini ndugu yangu umepaka unateseka sana eh, unapambana unakomaa mambo haya mimi nakukaribisha nunua YouTube hapa, ni hela kidogo tu, unakuwa umeweka kama mtaji wako. Ukishapata channel yako, fanya vitu, sisi tumeshaziandaa kabisa eh. Maana yake ni kwamba utafanikiwa, ikiwa utanunua YouTube hapa. Binti ana nguvu yani, binti hana nguvu, anajitahidi sana, lakini eh, kulingana na hali aliyonayo, amejikuta akiwa katika hali ya sintofahamu mara kwa mara, mwili wake anajipata tu kwamba hawezi kuikabiliana e, sasa ameshaambiwa kwamba kama unataka kuwa sawa, unalazimika kunywa damu ya wanyama. Kwa hiyo jamaa amekuja na kibirika hicho, kibirika kina damu, akamwambia sikiliza, kuwa mtiifu, wewe kunywa, utajisikia. Kwa hiyo basi, anajikuta bila kupenda, amegeuka kuwa sasa na yeye ni kama vile sasa mnyama e, anafanya sichokipenda Anakunywa damu, hiki sasa ndo kimegeuka chakula chake. Unajiuliza kwa nini asile chakula, lakini ndo hivyo. Inasemekana mwili wake yani sijui baada ya kufanywa alichofanyiwa, mishipa yake ya damu haisafirishi damu kama zamani. Niso kanda de yiche. Kila unachokiona hapa ni chako. Nakumbuka kwenye filamu ya Yesu alipelekwa sehemu ya juu hivi, alafu shetani akamwambia hii yote ni yako. Sasa angalia. Akasema mimi sioni sana, si <laughs> vizuri akamwambia kama unavyoniona mimi basi kila unachokiona tayari ni kama nilivyoona mimi. Yani amepelekwa kaoneshwa imaya kubwa sana. Anataka kuonesha kwamba ni tajiri. Wakati huo, tunamwona Fu Hongxue akijikongoja na jivuta polepole, anaelekea upande fulani, lakini wakati huo sasa, akifanya hivyo, tunao tunamwona sa mwamba mwenyewe ambaye, basi jina lake linaitwa Master Lee. I mean, sio Master Lee, huyo anaitwa Ah, angalia anajisogeza taratibu, huyu ni Brother Lu Lu Shoja eh. Brother Lu taratibu akawa anamfuatilia nyumanyuma eh, Master Fu Hong taratibu taratibu anamfuatilia nyumanyuma, jamaa anavuka kwenye kidaraja fulani eh, wakati huwa akivuka taratibu, mguu wake sasa usha kuwa mbovu inaonekana eh. Upande wa pili Brother Lu alikuwa anamsubiria Tuliona jinsi ambavyo jamaa anaigiza kwenye Royal Prince, inaonekana pia walimkubali sana. E, ni mtu ambaye ana kitu fulani cha uhalisia, eh?

Ninajua kwamba we hupendi kupewa sheria lakini inabidi nikwambie, hizo ndo sheria zenyewe. Kwa hivyo basi, leo, inabidi ukabiliane na mimi kama unataka kwenda huko. Njia ulizozitumia awali sidhani kama utaweza tena kuzitumia, mimi nina namna yangu. Ntatumia njia ambayo ni ya kipekee. Shengsi jing inga tingwa ba.

yobi r er ni dao, Soi, anamwambia tofauti ni kwamba vile ambavyo umezoea kupigana kwa kutumia staili nyingi sana, ikiwa itatumika staili hiyo ninayokuambia basi hautopambana muda mrefu, lazima atakupata mengine mabaya. Mimi sina uhusiano na familia lakini na wasiwasi kwamba kama leo ukisema unaenda kule kitakachotokea ni kwamba utapoteza maisha basi asante sana kwa kuonyesha hofu yako, wala usio na wasiwasi kuhusiana na mimi. Naona kama siku hizi upende kusikiliza. Kile unachokitafuta wewe ni kifo. Sasa kama basi tutavuka hapa, mimi nitakuacha uende. Ndio maana kipindi hiki nakuzuia usipite hapa kwa sababu uko ukienda, hutarudi. Mzee, lazima niende. Huwezi kunizuia. Hakuna kitakachonizuia. Kama unataka toa upanga wako tupigane. Jamaa alionyesha msisitizo, akutaka kuonesha kujali, lakini nakuwa kama anategwa, kwa sababu brother Lu yuko kule upande ule, anasubiri jamaa, sijui nafike katikati yeye yeah, so asogei, anamsubiria jamaa asogee. Mguu wake umeshakuwa mbovu, hata anavyouweka nauweka upande <coughs> Haraka sana alikata lile daraja <coughs> na basi Fong Shu ikawa ananing'inia kwa hali ya mguu wake vile ulivyo. Mto unaweza kuona ni kama alitegwa tu na ameshaingia katikati ya <coughs> <coughs> angalia jinsi ulivyo mzembe, jambo dogo tu hilo limekushinda. Jamaa ameshatatua daraja, ina maana mwamba hapo kuvuka hawezi tena. Yani, jamaa amekuwa na kisasi hiki kwa muda mrefu sana, hata ungemwambia nini haambiliki, hasikii. Sasa upande huu ndio wanafanyia mbinu hizo ambazo walikuwa wamepanga, wanazifanyia kazi, na mmoja kati ya watu pia ambaye amepewa fursa ya kujifunza hiyo mbinu ya upanga ambayo wameisoma kwenye kile kijitabu e, ni pamoja na Miss Ma Fangling. Kwa hiyo wanajua mbinu za aina nyingi, a za wote wanajua jinsi ya kuutumia huo upanga au staili ya upanga ambapo hata kama basi akitokea ee, Fu hata kukabiliana nao, na wote wamekataa dharau, kwa sababu mwisho wa siku wameona sana, anakuja mtu anajikuta mbabe, anakuja analeta fujo, anaua watu. Kwa hiyo wameamua sasa hivi lolote litakalokuwaaya <coughs> <coughs> <coughs> Karibuni wateja mbuiti.

Inabidi ujitahidi. Sasa, nakwambia siku nyingine sitapotea potea tena. Sambona, kwa nini ukate tamaa? Kunywa dawa ile itakusaidia. Mimi naona kama hainisaidii. Hivi yule Baita alikuwa anajiona ni nani? Kaua watu wengi sana. Nyinyi mnaonaje? Hivi si alistahili kuuawa? Alistahili kuuawa, alistahili kuuawa. Mtu kama yule ni wanini sasa? Mwisho wa siku amefanya makosa ya jinai. Watu wengi tu katika kijiji wanamsaka. <laughs> Yaani <laughs> kama kipindi hicho nakumbuka, Baitel alikuwa anaomba msamaha si wao, akakumbuka mwalimu wake Master Ali alichomwambia kwamba aliwabadilisha watoto wakati walipokuwa wachanga, na sasa ameshaelewa amesha kwamba kumbe basi yeye ndio mtoto wa Hua Baifeng, ndio mtoto wa Baishi sema. Kwa hiyo kumbe basi ilitakiwa niishi na wazazi wangu, lakini sikuishi nao. Baba yako Bai Tianyu ni niang shi Hua Bai, mama yako Hua Bai nang shi hemei pai ta chang men shuo Bai Tianyu ni si yu yu gu. Yaani hata kama ingekuwa ni, nafikiri hata mtoto wake anatakiwa auawe tu. Watu wengi bado walikuwa wana support kwamba na mtoto wake auawe. Asa wengi wanaamini kwamba mtoto wake ni Master Fuho. Ikai kwa sababu anajijua kwamba ukweli anauelewa akawapiga wale watu kwa kutumi, kwa kurusha chupa ya bia ili waache kuongea vibaya kuhusu familia yao. Ni nini ambacho kinawafanya mnaiongelea hiyo familia? Hii story ina kuhusu vipi? Kwa nini unaiongelea? Wewe umekuja hapa kunywa au kuleta fujo? <laughs> Nyinyi wa shenzi akasimama kwa hasira anataka kuleta shida. Hapana, siwezi so kukutana na grupu la washenzi kama wanaongea. Lakini wajinga duniani si ni wengi? Mbona wamekukwaza hawa zaidi, unataka kwenda kupigana nao? Lakini wale jamaa za wa kuacha kuendelea kuongea mambo ya walianza wa kuongea wali zaidi vibaya kuhusiana na binti Baiti alikuwa ndio baba yake Hikai na amejua ukweli. Sasa mwanzoni aliwaambia waache wakae. Ameona hawezi na kuvumilia. Alileta fujo, akaanza kupambana nao. Mtu mmoja alipigwa nusura, ni kwa sababu amejua kwamba sasa siri ya familia alishajua kwamba huyo Baiti ndio baba yake. Kwa hiyo naye amepata hasira anataka kuaha

Kwanza labda ni afadhali kwamba umeshampenda mwanamke mwingine. Anasema hapana. ah, kwa sababu labda pengine hizo dawa hazinisaidia hasa. Kwa nini? Akasema endelea, labda kujaribu kukisia, nitaweza nikupatia. Amwambia sioni kama kuna haja ya kuendelea. Kwa nini uendelee kuwa na mtu kama mimi ambaye unanichukulia kama stress? Wewe ni sanamu. Kama ukiendelea hivi, ni afadhali nijiue. Sasa alijifanya kamsahau kwa nini ajibue, akaelewa kwamba binti alikuwa anamweka kwenye mtego, panga iko shingoni wpaee s d mah to ingnka. mara kwa mara nimekuwa nikitamani fursa zijitokeze na nimejua kwamba nimekukosea has anja ha. Naona ni bora milango iwe imefungwa tu, hata hizo fursa zisiwepo anamwambia hiki ni nini? hii ndio Life and Death Scripture, kitabu kinachotafutwa sana. Miaka ishirini baada ya mauaji ya Plum Nunnery, Hua Bai Feng alichukua hii kitabu kumpa Bai Tianyu, baada ya hapo, maisha yake yakaishia hapo, kila kitu kikaharibika. Unamwongelea Hua Bai Feng, siku ile kuna jambo lilitokea. Hua Bai Feng alitoroka, na baada ya hapo kuna mambo yaliendelea hiki kitabu kiliondolewa kikiwa na mwanae wa kumzaa. Akasema hapana, alihofia kuhusiana alikuwa akiugua na, Hua, na, na akamchukua huyo mtoto ili kusitisha yaliyokuwa yakiendelea. Alienda kumweka na yule mama kama sadaka, akiamini pengine atakuwa amemwokoa yule mtoto lakini, alinichukua mimi nikiwa mdogo na akaniingiza katika dunia hii. Kama sio mtoto, yani Fu Hongxue sio mtoto Hua Baifeng pamoja na Bai Tianyu. basi ni nani? au wewe ni nani? basi anasema yule mtoto alichukuliwa na mwalimu wangu, alilelewa mpaka alipokuwa mtu mzima. Alitaka yule mtoto awe mtu wa kawaida, awe kijana mwenye furaha, na aliendelea kujifunza mtoto huyo njama au njia za, na bado alikuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu yake. Unamaanisha huyo mtoto ni wewe? Anasema ndio. Inakuwa kama masihara lakini huu ndio ukweli ambao nimekuwa nikiutafuta sana, na hatimaye nimesh... ni ukweli ambao hata mimi binafsi nakuwa sijikubali sipendi. <coughs> Anamwambia, najua jinsi unavyojisikia, hujisikii vizuri na huna furaha, yaani ni kama vile unajisikia kukata tamaa.